Ndugu zangu vijana, miongoni mwa adabu za ilmu ambazo zitawasaidia kwa sababu ndio mnaanza sasa hivi kuingia katika milango ya ilmu za juu, miongoni mwa adabu zake ya kwanza, wanachuoni wote wamezungumzia swala la asabr, subira. Ilmu ndugu zangu, haipatikani bila kuwa na sifa hii ya kuwa na subra hata siku moja, na ukisoma tarikh na siara za wanachuoni wa Kiislamu wakubwa wakubwa maulama wetu, chukua tu, yani siar za e, maimamu wetu wakubwa Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, angalia safari yao ya kutafuta ilmu. Sifa kubwa iliyosifika na safari yao ilikuwa ni kusubiri, kutokana na matatizo ambayo wanakabiliana nayo. Hakuna mwanachuoni wa Kiislamu ambaye ameandika kitabu chake, safari yake ya ilmu, isipokuwa alizungumzia mashakati na tahadiati ambazo amekabiliana nazo katika kutafuta elimu mpaka amefikia pale. Huwezi kupata elimu ukiwa umekaa nyumbani kwa kwa raha hata siku moja, ni ni lazima uitafute kwa mashaka. Mimi ni khariji Al Azhar, nimekwenda kusoma Al Azhar kutoka katika Mahad Al Masri iliyoko Arusha mwaka 1984 katika vijana mw Nilikuwa mtoto mdogo sana bado hata sijabaleghe, <gülio> sio kama nyinyi mdogo kabisa. Yani, nimeenda Masri wakati wa kipindi cha rais Mwinyi ndo ameingia tu madarakani, yani mnajua hali ya nchi ilivyokuwa kama mmeisikia, shida, njaa, matatizo. Nimesafiri na huyu shehe, shehe mwalimu wenu, tumesafiri nae ndege moja shehe, imetoka Arusha tumekutana nae Dar es Salaam, nae anakwenda Masri, kundi la watu karibu kumi na nne kwenda kusoma lakini katika watu, watu wale kumi na nne waliorudi wanahesabika kwa <laughs> wengine wamekuwa mabaharia, wengine wamertadi, wengine wamekuwa wameoa Misri huko huko, wengine wanafuga rasta, wengine almuhimu, waliorudi kusema wamemaliza masomo wanahesabika kwa vidole katika watu kumi na nne. Na sinazungumzia Nas, dufa yetu peke yake ambayo tulikwenda kusoma masomo hali ya maisha sio kama sasa hivi, wakati ulikuwa hakuna simu za mkononi hizi, kwa maana ya WhatsApp sijui nini na ninaongea na watu nyumbani, unawaona kwenye picha, hakuna kulikuwa kuna, kuna, kuna simu za kukoroga zile unazijua, na koroga hivi, halo halo, unaenda sentro, halo, salamu aleikum, halo, yani amsikilizani. Ya barua ikiandikwa kutoka nyumbani kukufikia wewe siku kumi, wiki mbili, unaambiwa mzee wako sibabu yako shangazi wako amefariki. Mimi nimekaa Misri miaka nane bila kurudi. Miaka nane nilipoingia yaani, kusoma mpaka namaliza ndo narudi, wamekufa waliokufa <laughs> sawa eh? unapata tu barua. Miaka 9. Miaka 9. <laughs> Shaka mnaongezea mmoja <laughs> <Miaka tisa. laughs> lakini alhamdulillah, sijafeli hata mwaka mmoja, sijafeli hata mwaka mmoja kurudia mwaka hata mwaka mmoja, na nilikuwa ni mtoto mdogo <laughs> nah. Mwaka mmoja tulingojea, tulichelewa, tukawa kama kusoma lugha na nini, lakini miaka nane ikawa minne thanawi ma, eh, mahadi al-buruth alislami ya minne jamia. Sawa eh? Kwa hiyo Misri, hali ya maisha si kama si kama <clears throat> labda ilivyokuwa sasa. Wakati huo ilikuwa ni ngumu zaidi na ni shida, yani unatakiwa kule kuna rihla tu shita wa saif. <laughs> Sio kama kwetu hapa, shita ni shita kweli kweli, na saif ni saif hasa. Sawa, eh, unasoma kutoka sehemu na kwenda unakwenda kusoma labda kwenye chuo, unapanda usafiri na nini, unajibidi ujitegemee katika fedha, kununua vitabu, kununua nguo za baridi, matibabu, unakula mara mbili kwa siku. Likizo ndefu karibu miezi mitano za kwa sababu ya nyumbani, haiwezi kutumia pesa nyumbani, watu walikuwa maskini, hakuna hizo njia za kutuma pesa kama sasa hivi inabidi ujitegemee, shekhe. Tulifanya kazi katika wakati wa likizo. Mimi nimefanya kazi waiter hotelini, nauza chakula, naosha vyombo. Kuna wengine walifanya kazi za kujenga, wanabeba zege kwenye magorofa wanapeleka. Mwingine ambaye ni shekhe mkubwa sasa hivi alifanya kazi moja ya ajabu sana. Alienda Saudia, akaajiriwa kuchunga kondoo jangwani na msaudi mmoja bedui wa Saudi. Anatafuta, anatafuta hela shekhe, adue vitabu, asome Wallaihi, ameingizwa jangwani Saudia kule ndani, hata hajui njia ya kutoka, anachunga kondoo. Kilichomkimbiza binti wa yule mbedui, kila siku anamfuata kule wanapochunga kule, anataka ajue umetoka wapi, anazungumza naye, anajua sasa. Hapa mimi nitachinjwa, maana yule mzee akija akinikuta nimekaa na binti yake, anajua wa Saudia na wivu. Yule shehe alitoroka bila mshahara wake, akaacha na mshahara, anakuja kutuhadithia. Ukimwona sasa hivi shehe mkubwa kabisa, lakini historia yake ni ya sabr kusubiri katika kutafuta ilmu. Nyinyi mnasoma mko majumbani kwenu mnapigiana simu za WhatsApp, mko hapa mjini, sijui umetokea wapi, umetokea hapa hivi. Kweli una shida gani wewe uache kusoma ushindwe kujipinda katika kuhifadhi na kusoma na kushindwa kusoma wakati mazingira yote yanakusaidia yana, yana, yana, yana kuweza kupata ile ilmu? Lakini tumesoma kwa taabu sana sisi. Kwa saizi, labda unaona mimi na katibu mkuu wa taasisi ya Dhinure Sheikh Shamsi Elmi, na dola unanunua vitabu, unanunua masweta wakati wa baridi eh? Unapata usafiri <laughs> <laughs> unanunua masweta wakati wa <hungi> baridi, unapata na chakula chako cha, cha, cha, <hungi> cha usiku kwa hela unaipata hatutumiwe pesa, maisha ya shida, lakini sabra, sababu kuna ilmu pale na mashekhi na maulama wengi. Unasafiri, unapanda basi, unakwenda msikiti fulani, msikiti fulani, msikiti fulani. Kwa sababu gani? Maulama wako katika darasa, darasa ya tafsiri, darasa ya hadithi, darasa. Unawafuata sio tu mukarrarati dirasia, unakwenda kwa mashekhi, na najua Misri maulama walivyojaa na misikiti ilivyojaa. Unawafuata wale kusoma kwao, lakini wewe ukiishia tu markaz kitanzini hapa na mukarrar kwenda kwenye durusu, hutaki kusoma kitu kingine, unakuwa unapoteza fursa. Jambo la mwanzo asabr. Jambo la pili kwa haraka haraka, alikhlas. Nyinyi mnasoma ilmu ya sh shar'i, ilmu, ilmu ya dini bila ikhlas ilmu yako inakuwa haina maana yote, na wallahi katika mashaka ambayo sisi tunakabiliana nayo katika jamii yetu ya Kiislamu ni maulama wetu wengi kukosa ikhlas katika yale ambayo wanayasomesha na ndio maana wanasababisha farka kwa sababu wanataka wao ndio wasifiwe, wanafanya daawa kwa ajili yao, wanatengeneza makundi katika umma ya wafuate wao na sio kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Farka tunazoziona zote katika mujtamaa wetu ni zinasababishwa na watu waliosoma dini, wanawatosha waumini wao, na hii yote inatokana na kwamba mimi mtu hafanyi ile daawa yake na elimu yake kwa sababu ya nini? Ya ikhlas. Na nyinyi mmesoma mnafahamu, watu wa mwanzo watakaohukumiwa siku ya Kiyama ni watu aina gani? Wa kwanza ni mwenye ilmu ambaye ameitumia vibaya. Wa pili mujahid, amekufa katika shahid, lakini alikuwa anataka asifiwe, aonekane kwamba yeye ni shujaa. Wa tatu ni mtu mkarimu, alikuwa anatoa, anajenga, anafanya kila, alikuwa anatakiwa asifiwe, kwa kilichokosekana pale ni ikhlas. Amali zote ni nzuri, lakini ameingizwa motoni kwa sababu ya nini? Ya kukosa ikhlas. Jambo la tatu, al amal bil ilm, kufanyia kazi yale mlioyasoma. Ni lazima ile ilmu ionekane katika matendo yako ya kila siku. Al ilmu shar'i lazima ionekane kwa mtu akikuona, anajua kwamba hadha talibu ilmu kwa akhlaq zako, mavazi yako, mazungumzo yako, jinsi gani unataamiliana na watu katika mtaani pale, ni lazima ishara zile zionekane. Usiwe ni mtu talibu ilmu, lakini mambo yako yote hayaonyeshi kwamba wewe ni talibu ilmu. Kwa hiyo kutendea kazi yale ambayo umejifunza. Lakini la nne, mutalaati alkutub, kusoma vitabu tofauti tofauti. Hakuna kitu muhimu, ndugu zangu vijana, kama kusoma na alhamdulillah leo nimeletea zawadi ya vitabu sivioni hapa <coughs> na mvipo mtaga hiyo nyinyi ambao mnataharaj, nyinyi sawa, vitabu tofauti tofauti, kusoma vitabu vya aina yote. Mimi niliosimama mbele yenu nimetaharaj ni katika Kulliyat lugha al-Arabia qismu al-I'lam wa sahafa. Sawa eh? lakini nilijisomea vitabu vya kisheria mpaka leo nikisimama nikitoa hotuba nikizungumza mtu anaweza kufikiri huyu khariji sharia, lakini mimi elimu sawa. Kilicho nipelekea pale ile kusoma hifdh, nimesoma vitabu tofauti tofauti vya mashaykha tofauti tofauti. Kwa wakati wa likizo nilikuwa nasoma vitabu vile vikubwa vile, zaidi ya vitabu kumi katika wakati wa likizo peke yake, vitabu kumi na vimaliza. Lakini leo twalibu ilmu anaishia kwenye mukararati tu, kufika kwenye mukarar inamtosheleza. Shekhe, huwezi kuwa na ufuqun wasi na daiya na talibu ilmu anatakiwa awe na, na ufuqun wasi awe na mtazamo mpana katika mambo mengi yanayokwenda. Lakini ukisoma wewe kile ulichokisoma pale pale ndio unakuja kutusumbua huku mtaani. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kujisomea. Jambo la mwisho, ni ikhtiyari sahih, kuchagua rafiki ambaye analandana na, na wewe. Sisi tulikwenda kama nilivyosema na shekhe takriban watu wenzetu walipofika kule, wakakutana na wajanja wengine wa mjini, wakatengeneza nao urafiki, wakawaingiza mjini. Wallahi hawakuendelea na masomo kabisa. Yani amepanda kwenye ndege kutoka Dar es Salaam mpaka Al-Qahira, amevaa kanzu, amevaa kilemba, lakini haijapita miezi sita anavaa bichkoma. Unajua bichkoma, unajua bichkoma ni ya zamani sana. Pensi. Pensi. Yani, ile kaptura ile Mwingine kafuga rasta, sawa eh, na tumetoka naye tumeenda naye pamoja, na alikuwa amevaa kilemba wakati anakwenda Kaira, lakini amekuta sahib anamchukua anampeleka kwenye madisko anampeleka wapi. Na miji mikubwa kuna vitu kama hivyo, tunajaribu kuna siana. Lakini sasa wewe talibu ilmu, sasa hivi tafuta mtu ambaye atakupa himma ya dirasa, hifdhil Qur'an, hifdhil hadith, sawa, fiqhi, kitabu ya fiqhi mwenzako atakayekuwa atake anakusaidia ana, katika, katika kusoma elimu. Tafuta rafiki. Ukimwona mtu ambaye unakaa naye anazungumzia habari ya mziki, sawa, anazungumzia habari ya kwenda, si kufanya nini, kuangalia mpira, habari za dunia dunia, dunia. Mwache pembeni, mwache kidiplomasia kabisa, sawa. Nenda na wale ambao unakwenda nao katika masala ya elimu. Safari ya elimu, ndugu zangu vijana, ni ndefu jamii yetu ya, ya Kiislamu inahitaji sana maulama. Sasa hivi alhamdulillah Tanzania inapiga hatua, viuo vinakuwa viko vingi, sio muda mrefu tutakuwa tuna kuliyat, tutakuwa na jamiiat. Zinahitaji nyinyi msome. Leo katika Tanzania hii watu ambao wana shahada ya doktora doktora. unajua maana doktora? wanahesabika Tanzania, lakini ukienda Kenya, alafu shababu ndio mdoktora ya sheikh lakini Tanzania wallahi siu kama anafika 30 wala 40. Kwa sababu gani? Wakifika sana huyu khalas ana sheikh kabir kishapewa na msikiti pale khalas khalas, nikasome nifanye nini? Anaishia pale pale, madam ameridhika watu na nini. Takuwa unatakuwa una hima ya elimu, tafuta scholarship, sheikh, nenda kasome, nenda nje, nenda sehemu zote soma, maliza jamia, chukua master nenda kachukue PhD na doktora yako rudi, utasaidia umma vizuri, na nyinyi bado shababu na umri mdogo. Jazakumullahu khair, wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <coughs>